Lipo kwa upande wa habari ya kutwa nzima ya leo ambapo yako mengi kama ulivyosikia katika muhtasari. Na asante sana kwa kuendelea kushiriki nasi katika mitandao ya kijamii, ambako moja kwa moja unaendelea kushiriki katika kutoa maoni yako katika maswali kwa mjadala kupitia kuna majibu yanakuwa watu wakiyapata na, na. Tuanze na habari kubwa ya leo ambayo kama ulivyosikia hapo e, ukiachana na habari ya wadau wa chama cha CUF kuna habari kutoka Dodoma ambayo tunaambiwa watu sita e, wamepoteza maisha na wengine 19 kulazwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma kutokana na kuugua ugonjwa e, kutokana na kuugua ugonjwa ambao mpaka sasa haujafahamika na hivyo kusababisha serikali kupiga marufuku mikusanyiko ya watu, na akizungumza na waandishi wa habari mjini Dodoma mkuu wa mkoa huo bwana Jordan Mugimbana hmm, amewataka wale wote waliokuwa wakiendesha zoezi la usafi kwa matamasha kuanza kuanzia sasa kuwa hayataruhusiwa ili kuzuia ugonjwa huo kuenea. Aidha, kwa mujibu wa mganga mkuu wa mkoa wa Dodoma Dr. James Charles, taarifa za ugonjwa huo zilipatikana katika kijiji cha Mwakisabu wilaya ya Chemba, na kwamba dalili zake ni kuhara e, kutapika, maumivu ya tumbo, macho kuwa ya njano na mgonjwa kuwa na choo, mkojo na matapishi meusi

Leo sasa uwe ni makini zaidi. Mganga mkuu huyo wa Dodoma anabainisha kuwa sampuli tayari zimekwisha kuletwa Dar es Salaam kwenye maabara kuu ya taifa ya mtumia mkuu kwa, kwa ajili ya uchunguzi na kwamba hadi sasa ugonjwa huo umeenea katika vijiji saba.